Ndio sisi hao. Unachokiona kwenye video hii ni zaidi ya mtoto anayekausha sare juu ya jiko la kuni, ni taswira ya maisha yetu sisi watoto tuliokulia katika umaskini, lakini tulioamini kwamba elimu ndiyo tiketi pekee ya kubadili kesho yetu. Tulikuwa tunaamka mapema kabla ya jua kuchomoza, tukiwa na matumaini makubwa kuliko uwezo wetu. Sare zetu zilikuwa zimeraruka na miguu yetu ndiyo iliyokuwa viatu vyetu, tukitembea masafa marefu kwenye barabara za vumbi, miguu ikijaa matope nyakati za mvua, lakini mioyo yetu ilijaa ndoto. Shuleni nako tulijizolea umaarufu wa kuchelewa. Wenzetu walikuwa wakitutazama madirishani tukipokea viboko, adhabu na matusi na kupewa fagio kusafisha uwanja wa shule badala ya tabasamu, lakini bado tulifagia tukiimba kimoyomoyo, kesho labda itakuwa bora. Tulikuwa hatuna hata mikoba ya kubebea vitabu. Vitabu vyenyewe tulivigawanya nusu kwa nusu kwa ndugu zetu, huku kalamu tukibadilishana. Tulipokosea kuandika, tulifuta kwa mate, kwa sababu ya kukosa uwezo wa kununua vifutio, huku tukichekana wenyewe kwa wenyewe, sio kwa sababu tulifurahia, ila kwa sababu tulizoea, maumivu yakawa sehemu ya mchezo wetu wa utotoni. Wakati wa mapumziko, tulikaa kivulini tukitazama wengine wakinunua vitu madukani, wakicheka na kula kwa pamoja. Wakati huo sisi tunangoja tutumwe na wale mabosi zetu darasani ili nasi tupate kugawanyiwa. Ndio malipo yenyewe hayo mishahara yetu. Tangu utotoni tulijua ladha ya pipi kupitia marafiki, tulijua thamani ya shilingi moja kama dhahabu. Na leo hii tunapotazama video kama hii, machozi hayaji kwa udhaifu, bali kwa kumbukumbu kumbu, kwa sababu ndani ya mtoto huyo anayekausha sare tunaona nafsi zetu, tunaona mapambano yetu, tunaona safari ya watoto waliokuwa na ndoto kubwa kwenye mazingira madogo. Elimu haikuwa rahisi kwetu. Ilikuwa vita tulivyopigana bila silaha, ila kwa matumaini, uvumilivu na imani kwamba mama atafurahia siku tutakapovaa kofia ya kuhitimu. Na hata kama dunia haikutuelewa, sisi tulielewa thamani ya jasho letu, kwa sababu tuliishi maisha magumu, lakini ndani yake tulijenga utu, tulijenga nguvu na tukajifunza kupenda hata pale tulipokuwa hatuna cha kupenda. Ndio sisi hao watoto wa familia za kimaskini lakini wenye ndoto kubwa.